izuke katika nchi tukae kwa amani. kitabu maombi yetu haya, msingi wake utatoka kwenye kitabu cha Malaki sura ya nne, kitabu cha Malaki sura ya nne. Tutakuwa na hoja mbalimbali za kutuongoza kwenye maombi, lakini msingi wetu wa maombi utaanzia kwenye Malaki sura ya nne, Malaki sura ya nne, Malakai chapter four. Kitabu cha Malaki ni nabii wa mwisho kabisa kati ya manabii ambao wako kwenye manabii, anaita Malaki au Malakai. Kuanzia sura ya nne, eh, kuanzia mstari wa pili, imesema hivi: lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, and for you people who confess my name, jua la haki litawazukia. Hebu rudia neno hilo, moja, mbili, tatu, jua la haki litawazukia. Rudia tena jua la haki linazuka Tanzania. Rudia tena jua la haki linazuka Tanzania. Rudia tena jua la haki linazuka Tanzania. Rudia tena jua la haki linazuka Tanzania. Mungu ametuahidi kwamba sisi tunaolicha jina la Bwana, jua la haki litawazukia. Anasema hili jua la haki lenye kuponya katika mbawa zake, nanyi mtatoka nje na kuchezacheza kama ndama wa mazizini. Kwanza hapa kuna mambo kadha wa kadha. Jua la haki linazuka kutokea. Na kuzuka ni tofauti. Kuzuka ni kutokea lakini bila utaratibu na bila kutegemewa. Ukisema mbona wewe umezuka tu, ni, ni, ni mtu ametokea tu, hakuwa na appointment Hajapiga simu amezuka. Tunayo ahadi kwenye Bibilia kwamba jua la haki litawazukia. Tunamwomba Mungu sasa, hii ahadi itimie katika Tanzania, kwamba jua la haki lizuke katika Tanzania, lizuke kwenye mabunge yetu, lizuke kwenye mahakama zetu, lizuke kwenye serikali zetu, lizuke kwenye misikiti yetu, lizuke kwa wananchi wetu, lizuke Tanzania yote. Jua la haki litawazukia.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 anawaambia hivyo, alafu wanawambia, watamuuliza ni lini Bwana ulipokuwa mgonjwa au ulipokuwa kifungoni au ulipokuwa uchi tukuvisha nguo? Ni lini Bwana? Wanamsuta Bwana, ni lini Bwana? Kwa nini? Kwa sababu wanaona tukio hilo halijawahi kutokea. Wanamwambia ni lini Bwana, mbona unatusingizia? Ni lini Bwana ulipokuwa mgonjwa? Ulipokuwa mgonjwa na sisi tukataka kuja kukuona alafu hatukuja Yesu akawambia, aa, akamwambia, ninyi mliposhindwa kuwaona wale waliokuwa kifungoni, wale waliokuwa gerezani, wale waliokuwa hospitali, wale waliokuwa hawana nguo, mlipokwenda kuwaona wale, mlikuja kuniona mimi. Na hakusema kwamba wale lazima wawe wachamungu Aa. Hakusema kwamba mnawaona waliofungwa wa cha Mungu, mnawaona wagonjwa wa cha Mungu, mnawaona walio uchi wa cha Mungu, hajasema hivyo. Watu wote ni wa Mungu duniani, bila kujali imani zao. Unapomwona mtu, unamsaidia, unamshika mkono, umemsaidia Mungu mwenyewe. Ndiyo maana Yesu akasema, nalikuwa uchi, hamkunipa nguo, nalikuwa mgonjwa, hamkuja kuniona na likuwa kifungoni amkuja kuniona na Yesu akawambia mlipowaona wadogo hawa mliniona mimi sasa leo kwa namna yetu ya rohoni tunawatembelea wafungwa tunawatembelea wagonjwa tunawatembelea walio mashimoni na kazi yetu sisi ni kufanya nini kurudisha walioibiwa kwa hiyo baadaye sasa baada ya maneno hayo tusimame wote kwa pamoja sasa nataka nimkaribisha askofu George sasa ataleta makombola hapa Halafu atatuongoza kwenye maombi. Tunataka tuombe zaidi, na mtu yote aliye online tutaomba kwa pamoja, na Mungu wetu ni mwaminifu katika kila jambo. Tumpigie makofi wakati askofu George anakuja, askofu wetu wa Kagera, kuja kuongoza maombi. A, karibu sana mtumishi wa Bwana. Haleluya! Majeshi, majeshi, mwambie mwenzako, tunakwenda kuomba hujatoa sauti yako mbinguni, wajasikia. Mwambie tunakwenda kuomba, mwambie hiyo ndio asili yetu.